Kuna msemo wa Kiswahili usemao njaa mwana haramu, hii ikimaanisha kuwa ukiwa na njaa unaweza kufanya hata yale unayojua fika hayapaswi kufanywa, lakini ufanyaji sasa na ndio na njaa. Kauli hii imebeba uhalisia wa maisha ya wa wakazi wa Gaza katika eneo la Deir al Balah. Huyu ni Um Muhamed al Masri akiwa amezungukwa na watoto wake wadogo akishika plastiki nyepesi ili kumpa kuchochea moto wakati akipika chapati. Anazungumza akiwa ameonyesha inhela, kifaa chenye dawa ya kupuliza kwa ajili ya kusaidia kwa watu wenye ugonjwa wa kupumua kama vile pumu. Kifaa hiki ndiyo pumzi yangu. Nilikuwa nimebanwa na kupumua watoto wangu wote walianza kupiga mayoe na kunikimbiza hospitali. Daktari alinipa kifaa hiki na alisema kitadumu kwa siku kumi na tano, lakini sasa ni siku ya tatu na ninahitaji kipya, maana hiki nakitumia zaidi ya mara kumi na tano kwa siku, na hii ni sababu ya moshi kutoka katika jiko hili. Video ya Umoja wa Mataifa inamwonyesha mama mwingine, Aisha Al-Rai, ni mjamzito wa miezi nane, anapika mkate katika jiko linalotumia taka za plastiki pembeni yake mtoto wake mdogo mwenye umri kama miaka mitatu hivi anamwangalia mama yake ambaye anazungumza huku machozi yakimtoka. <sighs> Unajua jinsi hali ya maisha ilivyo ngumu, na hatuna la kufanya. Nina mimba miezi minane na ninakaa siku nzima mbele ya moto na moshi. Binti zangu huamka asubuhi na mapema ili kukusanya kuni na plastiki ili tupate chakula chetu cha kila siku na kuishi kama watu wengine. Tunamshukuru Mungu katika hali zote na tunamuomba ugumu huu uondolewe kwetu ili tuweze kurudi kwenye maisha yetu, tunatumai hali ya maisha itaboreshwa. Hali ni vivyo hivyo kwa mama mwingine huyu aitwaye Um Muhammad Al-Zuwaita ambaye mbali ya kuwa mumewe ni mgonjwa kutokana na kutumia majiko haya yasiyo bora kwa afya kwa zaidi ya miaka kumi sasa, naye pia anasumbuliwa na shinikizo la damu na kisukari. Ramadhani iliyopita alipata ugonjwa wa kiharusi, na sasa um ni mgonjwa wa mfumo wa kupumua. Tuelekee hospitali ya Al-Aksa. Dkt. Khalil Al-Dakra ambaye ni msemaji wa Wizara ya Afya ya Gaza anasema Wakati Israeli ikiendelea kufunga vivuko na kuzuia kuingia kwa mafuta na gesi ya kupikia, wanawake katika ukanda wa Gaza wameamua kutumia karatasi na taka za plastiki kupikia chakula. Hii imesababisha utoaji wa moshi wenye sumu na kusababisha kuenea kwa magonjwa ya kupumua na kusababisha hatari kubwa ya afya ya umma katika ukanda huu. Hospitali za Gaza haziwezi kutoa huduma za afya kwa wagonjwa hao kutokana nukosefu na ukosefu wa dawa na vifaa muhimu vya matibabu. Hali hii inahitaji uingiliaji kati wa haraka kutoka kwa jumuiya ya kimataifa na mashirika ya kimataifa kushinikiza Israeli kuruhusu kuingia kwa dawa muhimu, vifaa vya matibabu, mafuta na chakula ili kuokoa maisha ya watu katika ukanda wa Gaza.